Inategemea na mwezi vile unaanda. Kwa hiyo siku kumi za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni siku muhimu sana, kwa sababu katika mafundisho yetu ya Kiislamu inasemekana kuna usiku ambao kwamba ni msiku, usiku muhimu sana huo. Usiku ukiupata ukikupata wewe, unafanya khairati unafanya ibada yoyote, unaitwa usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa wenye cheo ni usiku ambao kwamba ukipatikana unafanya kheri yoyote kulingamana na mafundisho alitupatia Mwenyezi Mungu, ni kama umefanya ibada ya mwezi mzima ya, ya, ya, ya miezi elfu moja takriban. Ukifanya miezi elfu moja ni kama miaka themanini na tatu na wengine labda hatutafika. Lakini sasa, ukikutwa unafanya kheri kama hiyo, ukikutwa unafanya ibada yoyote katika hizo siku, katika huo usiku, na usiku haujulikani ni lini lakini wanazuoni wengi wamesema ni katika ile kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaandikiwa umefanya heri ya miezi elfu moja.